Wenzetu mlioko kwenye sekta hii ya ardhi, niseme ukweli hapa kwamba hamsemwi vizuri na jamii. Mnasemwa kwa kutoa kiwanja kimoja kwa watu zaidi ya mmoja. Wakati mwingine ni mazingira yanawafanya hivyo, wakati mwingine ni makusudi. Kuna kamdudu kale kanatembea tembea, kamdudu kenye ari ndogo, rushwa inawafanya mfanye vitendo vya ovyo sana. Niwaombe sana, niwaombe sana watumishi kwenye sekta hii, kila mmoja sasa aseme na moyo wake, aseme na kwenda kubadilika na kuhudumia nchi yangu. Yanayotokea ni kubadilisha, kubatilisha haki kuwa halali na halali kuwa batili. Hili Mungu halipendi hata kidogo Mwenye haki unambatilisha, lakini asiye haki unamhalalisha. Hili Mungu halipendi hata kidogo. Kwa niwaombe sana watoto wangu, wanangu, ndugu zangu mlio kwenye sekta hii, mbadilike. Lakini pia mnasemwa kwa ucheleweshaji wa hati kwa makusudi. Leo nimezindua mradi wa utoaji wa hati ambao unakwenda kufasilitate kuharakisha utoaji wa hati. Kwa hiyo hili kupitia mradi wenu ule linakwenda kuondosha hili. Hongereni sana. Hongereni sana, lakini pia mnasemwa kwa kujiliki, kujilimbikizia viwanja kwenye miradi mbalimbali mbali. Kama mnapima viwanja elfu tatu basi viwanja mia tatu mia nne ni vya watumishi wa ardhi vinawekwa pembeni huko na wenye haki ya kupata maeneo yale, hata kama ni mashamba mmechukua ya watu sema hapana. Ardhi yote yenye mali ya serikali, shamba lako ili utapata, viwanja viwili hivi hapa, vilivyobaki huku kote wanapewa wengine, kumbe mmejiwekea wenyewe akiba yenu. Hili nalo halikubaliki. Sasa mtakwenda kuumbuka kwenye utu utumiaji wa tehama, kwa sababu viwanja vile aidha vitakuwa havina majina au vina majina bandia, hayana national id, hayana ile kitambulisho cha taifa ao kwa tutavijua kwamba ni vitupu na watapewa wananchi. Kwa hiyo, Mheshimiwa Waziri, tasimamie hii. Tunapokwenda kuanza utekelezaji wa sera hii, ni vyema kila mmoja katika sekta ya ardhi, lakini na TAMISEMI pia, mbadilike, mbadilike, msiwe mvinyo ule ule kwenye chupa mpya, kwa sababu sera ni mpya, lakini watu ni wale wale na tabia ni zile zile, hatutasogea, hatutakwenda. Lazima mbadilike, sera mpya na watu mwe wapya. Sio wapya physically, hatuwezi kuwatoa wote tukaweka wengine, lakini nyoyo zenu ziwe mpya, zibadilike, na mkusudie kuifanyia kazi nchi yenu kwa. Nendeni kafanyeni kazi, msisubiri tuwabadilishe, badilikeni wenyewe, msisubiri tuwabadilishe. Lakini pia leo hii katika uzinduzi huu nimegawa vitendea kazi nimetoa magari mangapi, Waziri Sabina? Ngapi Sabina? sabini. Magari sabini kwa maafisa ardhi kote huko huko kwa mawilayani na wapi na wapi huko. Hakuna sababu ya afisa ardhi kukaa ndani ya ofisi tu, ni lazima mzunguke, mjue migogoro iliyoko, mjue wapi kuna nini, na muweze kutoa suluhisho ya migogoro iliyoko. Kwa hiyo gari zile eh, mnaona pale gari zile zikatumike kwa makusudi yaliyokusudiwa, ziende zikafanye kazi ya kuhudumia wananchi, lakini kubwa, zitunzwe. Isiwe tena bwana mkubwa ushakabidhiwa gari na ni nzuri, mahatop mazuri kweli kweli, hasa we kazi yako kukishusha sketi, umepandisha kilemba, ukishusha kilemba au bibi ardhi tena umeshapewa lile ligari gari linakuwa si lako, bali la mwenza. A -a. A -a. Yale magari ni ya kazi, hatukatai kupandisha wenza wenu, lakini nje ya kazi, magari yale yakafanye kazi iliyokusudiwa. Ndugu zangu, suala la ardhi ni suala linalogusa kila mtu na linagusa amani ya nchi yetu. Ardhi hii ni amani ya nchi yetu. Kupungua kwa migogoro ni kuendeleza amani ya nchi yetu. Kila mtu akijua kipande chake, na ana hati yake na umiliki wake, ni kwamba nchi yetu ina amani. Ardhi hii imeshaulisha watu wengi sana, wafugaji na wakulima kuuana, mapanga, mishale, mikuki. ardhi majirani na majirani wanauana, ardhi. Wilaya na wilaya la kuja staajabisha mpaka serikalini, wilaya na wilaya, kijiji na kijiji, migogoro ardhi. Tunakwenda hapi nchi aina gani? Migogoro hii ikakomeshwe. Ardhi hii ardhi hii ndiyo amani ya nchi yetu, tunawajibika kuwa makini sana kwa namna tunavyosimamia sekta hii ya ardhi. Aidha, tukisimamia vizuri sera hii itatusaidia sana kuboresha zaidi maisha ya wananchi na kuleta mageuzi zaidi vijijini, zaidi rural transformation, mageuzi kule vijijini ndio kwenye migogoro mingi. Twendeni tukalete mageuzi, tukapunguze uhamiaji kutoka vijijini kwenda mijini.